takuletea ni chakula gani cha kurudisha ukuta wa tumbo mapema, kwa sababu unakuta ukuta wa tumbo umeharibiwa na asidi, umeharibiwa na H pylori, umeshasababisha vidonda uh, ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi sana. Sasa hapa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvitumia, vitakusaidia kwanza. Hakikisha haukosi uh, viazi vitamu, ukosi parachichi, ukosi ndizi mbivu, au pia na mchemsho uh, wa samaki mayai, mayai ya kienyeji yaliyochemshwa usiweze kuyako Usikose tikiti maji, usikose matembele uh, matembele ambayo ni mboga za majani kale, matembele, spinach, pia hivyo vitu usivikose. Mbe, mbegu za maboga usikose, itakusaidia lakini pia unapokuwa unatumia uh, hivi vitu kwa ajili ya kulinda, kurudisha uimara wa kuta zako, hakikisha unatumia stomach acids ambayo moja kwa moja itaenda kumuua H pylori, kwa sababu H pylori ambayo ni mdudu anayesababisha vidonda vya tumbo huwa anaharibu uh, tumbo lako, na kama ulipima ukaambiwa una asidi inabidi utumie stomach acids. Asidi, moja kwa moja itaenda kumaliza changamoto ya asidi, na ili utibu asidi, inabidi utibu valvu inayounganisha kuta, inayounganisha kora chakula na tumbo, moja kwa moja. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo na asidi, basi Dr Jimmy yuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu akubariki.